Kwa jina naitwa Salum Ali Kulunge, ndio mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita. Kiukweli leo tuna furaha kubwa, uh, baada ya timu yetu ya Geita Queens kuweza kurudi kurejea ligi kuu. Uh, ilikuwa dhamira yetu kubwa. Baada ya kushuka, kuna vitu ambavyo tuliamini sisi hapa vilitusababisha tushuke. Sasa tumevifanyia kazi na timu imerudi. Sasa kikubwa tulichokuwa nacho ni jinsi gani ya kwa kuhakikisha kwamba timu inabaki ligi kuu, na naamini kabisa kwamba yale yaliyotokea nyuma hayataweza kwenda kutokea tena, kwa sababu uh, tulijua pale tulipojikwaa. Kwa hiyo sasa hivi dhamira na jitihada kubwa tutaweka katika kuhakikisha kwamba tunajenga timu, tunajenga uongozi thabiti, ambao utahakikisha timu yetu, uh, unatimiza malengo yetu. Lengo letu kubwa kama Geita, ni kuhakikisha kwamba timu hii inaenda kuwa mshindani katika ligi kuu uh, sio tena kufikiria kushuka daraja, na hilo naamini linawezekana kwa sababu Uh, kikubwa ni jinsi gani ya timu inaweza ikasustain katika nafasi na hii yote ni kwa sababu ya udhamini mkubwa ambao tumeupata wa African Underground. Ukweli tunawashukuru sana, na ni watu ambao wamedhamiria kufanya makubwa zaidi katika timu. Lakini mimi niseme kama mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa, ni kwamba African Underground ametufikisha hapa na bado anaendelea kuwa na sisi, lakini bado hatoshi. Mkoa kama Geita wenye thamani kubwa hasa katika dhahabu, mkoa wenye utajiri mkubwa dhahabu wa dhahabu, tunapaswa tupate wadhamini wengi wa kuhakikisha kwamba hii timu tunaishikilia, na hii timu uh, tunaweka kila ina nguvu kuhakikisha kwamba kwamba inafanya vizuri, kuwa, inafanya vizuri vizuri zaidi hapa ilipokuwa na inafanya vizuri kuhakikisha kwamba tunapata nafasi za kushiriki sisi kimataifa. Of course hilo jambo lilikuwepo, lakini naamini kadi tunavyozidi kwenda mbele inabadilika baada ya kuonekana kwamba Geita sasa hivi Uh, inatoa vipaji vingi katika uh, soka la wanawake. Ukiangalia katika mashindano umeshumta mpaka sasa hivi, timu yetu ya mkoa Geita inafanya vizuri, lakini vile vile vijana wao wengi, asilimia kubwa ndio wako katika hii timu ya Geita Gold Queens. Kwa hiyo mimi niendelee kutoa wito na kuasisitiza wana Geita, huu mpira wa soka la wanawake sasa hivi ni moja ya ajira kubwa sana muhimu. Tunawaona kuna mabinti zetu sasa hivi wanaenda kucheza nje ya nchi mpaka Uingereza ambapo wanapata pesa nyingi kuekeza, kwa hiyo ni sehemu ya kuwekeza na ni sehemu ya kuhakikisha kwamba mtoto mwenye kipaji wampe hiyo nafasi ili aweze kwenda kufika mbali. Kwa majina, naitwa Kitula Osman, ni kocha mkuu wa Geita Queens. Niko hapa kwa ajili ya kuwajulisha mashabiki wa Geita Queens na wadau wa, mche, wa, mche, wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla ya kwamba tumejiandaa vya kutosha kuelekea katika mashindano ya championship lakini pia kwa kushirikiana na chama cha Kisoka Geita pamoja na wadau wote na uongozi wa AMSI waliweza kufanikisha kila jambo, na tukaweza kufika katika viwanja vya Jamagana huko Mwanza, na katika michezo yetu mitano tumeweza kunufaika kwa kushinda michezo minne. Lakini pia pamoja na kupata huo ushindi, timu yetu imeweza kufanikiwa kufuzu katika Ligi Kuu Tanzania Bara.